Nam mtazamaji wa Faida Online TV, tunasema mazoezi yanajenga afya. Leo hii wananchi mbalimbali kutoka manispaa ya Mtwara Mikindani mkoani Mtwara wameshiriki zoezi la jogging kwa ajili ya kuhamasisha eh, wananchi kujitokeza na kufanya mazoezi kila itwayo leo kwa ajili ya kuweza kutengeneza afya zao, lakini pili, wamefanya mazoezi haya kwa ajili ya kuweza eh, kutangaza miundombinu mbalimbali ya afya na huduma za afya ambazo zinatolewa e katika maeneo mbalimbali mkoani Mtwara na kuweza kutangaza vitu ambavyo serikali imefanya kwa namna moja nyingine, lakini la tatu na kubwa ni kuhamasisha wananchi kujitokeza siku ya Oktoba 29, 2025 kwa ajili ya kuweza e, kushiriki zoezi la upigaji kura, zoezi ambalo limebaki siku nne tu tuweze kulifikia. Faida Online TV, watu wa Field Pass na Yana, tumeshiriki moja kwa moja jogging hii kwa ajili ya kuweza kuandaa taarifa hii, na wameanzia moja kwa moja jogging hii katika viunga vya Mashujaa, Manispaa ya Mtwara Mikindani na moja kwa moja kwa amekuja hapa e, katika hospitali ya rufaa ya Kanda Kusini Mitengo. Mimi naitwa Karim Faida, hii ni Faida Online TV. Nikukumbusha kusubscribe, ku like na comments li yetu, ili endelea kupata habari zetu. Hakika sisi ni watu wa field, tafadhali baki nasi. Kwa jina naitwa Asha Abdalla Matendo, ni mkazi wa Mingano kata ya Tandika. Nafanya jogging kwa miaka yote, nashiriki marathon kila mwaka na nawahamasisha boy wenzangu, tupofika tarehe 29, na tuende tukapige kura wote, msiogope lolote lile, hakuna kitachotokea kwa majina. Naitwa Tumaini Nehata, ni mkazi wa Mtwara mjini. Tumekuja kuhitimisha mazoezi haya katika hospitali ya kanda ya Mitengo katika mkoa wetu huu wa Mtwara. Mimi ni mnufaika wa huduma za hapa, nilihitaji kufanyiwa uchunguzi wa saratani ya titi, lakini niliweza kupata hapa lakini ukiangalia kipindi cha nyuma ilikuwa hizi huduma lazima ukazipate sehemu zingine. Kwa hiyo mimi kama mnufaika, mimi kama mkazi wa Mtwara, ninashukuru sana serikali yetu kwa kutuletea hospitali hii. Kwa majina naitwa Mohamed Sinani, mimi ni mwenyekiti wa jogging zote zilizoko katika manispaa yetu ya Mtwara Mikindani. Aa, tunaasistiziana kufanya mazoezi kwa sababu hata katika slogani yetu ni kwamba usipofanya mazoezi utakula dawa. Tunaelekea kwenye uchaguzi mkuu tarehe 29 Oktoba, tujitokeze kwa wingi kwenda kupiga kura, kwani kura ni haki yako ya kimsingi na unatimiza wajibu wako kikatiba ya nchi ya Tanzania. Kwa majina anaitwa Zura Bishe Kasam, ni katibu wa Jogging Talent Mtwara. Hapo zamani ilikuwa tukiumwa tunaenda Dar es Salaam. Kwa sasa hatuwezi kwenda Dar es Salaam. Huduma zote tunazipata hapa Usafiri ilikuwa ni gharama, lakini sasa hivi tunamshukuru Mwenyezi Mungu, Mama Samia ametuletea hospitali kubwa ya rufaa. Kwa majina anaitwa Claudia Orestus Kenyelo. Mimi ni mkazi wa mkoa wa Mtwara. Mimi ni mmojawapo wa nufaika mkubwa katika hospitali yetu ya Kanda. Mwaka jana niliweza kumleta ndugu yangu ambaye alikuwa na shida ya figo, tukaweza kufanya dialysis katika hospitali yetu hii ya Kanda, lakini tukikumbuka kipindi hicho cha nyuma hizi daari sisi tulikuwa tunazifuata katika hospitali ya Muhimbili au Benjamin Mkapa. Hivyo basi katika serikali yetu ya awamu ya sita, tunasema mkoa wetu wa Mtwara tunaendelea kujivunia kwa ukubwa zaidi kuweza kupata huduma bora katika mkoa wetu wa Mtwara na katika hospitali yetu ya Kanda ambayo inaweza kuhudumia watu wengi. Kwa majina naitwa Abdurazak Ndaka, ni katibu mkuu wa Magomeni Jogging. Leo tuko hapa katika hospitali ya Kanda ya Mitengo kwa ajili ya kuhamasisha uchaguzi kuelekea tarehe 29. Kikubwa ni amani, utulivu na kila kitu kuhakikisha kinaenda sawa, kwa sababu tunaona nchi jirani, nchi za wenzetu amani imevurugika. Kuna baadhi ya vitu haviwezi kuenda sawa pasipo na amani. Mimi kwa majina naitwa Martin Deo, ni kijana anayepatikana mkoa wa Mtwara. Leo tulipata fursa ya kushiriki mbio fupi au jogging tokea Mashujaa mpaka hapa hospitali ya Kanda, tumeweza kufika hapa hospitali ya Kanda na tumejionea huduma zinazopatikana katika hospitali hii. La mwisho ndugu wa Tanzania, tarehe ishirini na tisa siku ya Jumatano, uh, serikali yetu itafanya uchaguzi na uchaguzi huu ni haki yako mtanzania kushiriki. Tujitokeze kwa wingi tukapige kura, na baada ya kupiga kura turudi tukatulie majumbani kwetu kwa amani, tukisubiri tume huru ya uchaguzi iweze kutangaza matokeo. Mimi naitwa Dr. Benedict Singaiza mganga mkuu wa mkoa wa Mtwara. E, tumefanya mazoezi na kuja kwenye hospitali yetu ya kanda kushuhudia e, uwekezaji mkubwa uliofanywa na serikali ya awamu ya sita chini ya rais Dr. Samia Suluhu Hassan rais wetu wa jamhuri ya muungano wa Tanzania ambaye kwa hapa hospitali hii ya kanda kama inavyoonekana serikali imewekeza zaidi ya shilingi bilioni 15.8 za ujenzi wa hospitali hii hiyo ni ujenzi lakini zimetumika zaidi ya bilioni 9 kununua vifaa tiba mbalimbali, ikiwemo MRI, CT scan, X-rays na vifaa vingine saidizi, na hivi karibuni hospitali hii imezindua huduma za e, dialysis, kuchuja figo kwa wale wanaokuwa figo zao zimeferi kwao. Kwa sasa hospitali hii inatoa huduma za kuchuja figo, lakini na hizo huduma nyingine, hospitali hii ina madaktari bingwa ina madaktari bingwa wa bobezi ambao wanatoa huduma. Kipindi cha nyuma, kipindi cha nyuma hizi ha, ha, huduma hazikuwepo kwenye hospitali, kwenye hii hospitali. Ina miaka minne, kwa hiyo ina umri wa, wa serikali ya awamu ya sita. Kwa hiyo haya ni mafanikio makubwa na ni mapinduzi makubwa kwa Wanamtwara kwamba katika kipindi cha miaka minne huduma zile walizokuwa wakizifata eh, Muhimbili na hospitali nyingine za rufaa sasa hivi zinapatikana mkoa wa Mtwara. Na mtazamaji wa Faida Online TV, tupate nafasi ya kuzungumza na baadhi ya wagonjwa ambao wamelazwa katika hospitali hiyo ya Rufaa ya Kanda ya Kusini iliyopo Mitengo, wakielezea namna walivyopatiwa huduma. Mimi naitwa Wadala Mpai kutoka Manispaa Mtwara Mikindani. Mimi nasumbuliwa na kwa majina naitwa Hajatikuruthumu Binti Ntonya. Nilikuja hapa kwa kesi ya mguu nikafanyiwa operesheni nikatolewa vidole, vikaonekana vidole vyangu vimeathirika. Kwa kweli nawashukuru sana madaktari wa Mtwara kwa huduma zao nzuri, hawana unyanyasaji, wanakuelekeza wanakupoza na wanakutibia. Kwa upande wake mkuu wa wilaya ya Mtwara ndugu Abdallah Musa Mwaipaya ameshiriki pia mazoezi hayo, na hapa akapata nafasi ya kuzungumza machache. Leo tumekimbia umbali wa takriban kilometa kumi kutoka pale Mashujaa mpaka katika hospitali yetu ya kanda ya Kusini, hospitali ya rufaa ya Mitengo. Tumekuja katika hospitali hii ya kanda ya rufaa uh, ili kuweza kuonyesha uh, namna gani, eh, serikali imewekeza ime, ime, ime, ime na imewekeza katika afya za wananchi wake na namna gani wanamtwara na wanakusini wote kanda hii ya kusini wananufaika na uwekezaji mkubwa ambao serikali ya awamu ya sita imefanya. Na jana eh, tumefanya mazoezi pamoja na vyombo vya ulinzi na usalama uh, na wananchi kwa ujumla wamejumuika pamoja na vyombo vya ulinzi na usalama. Kwa hiyo hata siku ya uchaguzi tarehe 29, wananchi wajitokeze, na hata wakiwaona wana na, hawa ni wale watu ambao tulifanya nao mazoezi ni watu wa kawaida. Kwa hiyo wasihofu, wakiwaona wapo, watakuwepo kwa ajili ya kulinda usalama wao. Asitokee mtu akakudanganya, usitoke kwenda kupiga kura, kwa sababu kura yako ndio haki yako. Jitokeze tarehe 29, naenda kapige kura. Sisi tuna, ku, tuna garantii usalama wako. Hakikisha unatoka hakuna jambo lolote lile litakalo kukuta, kapige kura. Ukimaliza nenda zako nyumbani. Nam mtazamaji wa faida online TV, mpaka kufikia hapo nimefikia tamati. Jina langu naitwa Karimu Faida, hii ni Faida online TV. Nikukumbushe kusubscribe, kulike na comment chaneli yetu, ili endelee kupata habari zetu. Hakika sisi ni watu wa field. Asante na kwaheri.